Changamoto mojawapo ni taarifa hiyo ya kipengele cha mimba katika kata ya Nyamunga ipo na pamoja na mipango mikakati yote tuliyokwisha kuweka tangu awali, lakini changamoto ya uongezekaji wa watoto kutokuendelea na masomo shuleni, Mheshimiwa Mwenyekiti, inaongezeka kwa sababu kwa taarifa nzima nilionayo kwenye taarifa zote za Kaburasha, idadi ya watoto ambao tena kwa kipindi hiki cha robo ya tatu Wamesitisha sasa masomo yao kwa ajili ya kuendelea na mimba ni watoto ishirini na tatu Mheshimiwa Mwenyekiti, robo ya kwanza walikuwa na ishirini na tano Mheshimiwa Mwenyekiti, robo ya pili walikuwa na kumi na saba Mheshimiwa Mwenyekiti, robo ya tatu sasa ni ishirini na tano 23 ishirini na tatu Kwa ujumla wao ni watoto sitini na tano Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutaja kata hizo zilizoweza kuwepo ili changamoto hizi tunapoifunga tuifunge kwa pamoja. kine Nyamuga ni mtoto mmoja, Milali ni watoto tisa wa primary wawili na wasekondari ni saba, Kirongo ni watoto wawili, Ukwe ni watoto wawili, Kiangombe ni watoto wawili wa sekondari, Kangasaga ni mtoto mmoja. Kwa ujumla wao ni watoto ishirini na tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa nadhani sisi kama halmashauri ya wilaya Rorya kuna methali inasema mtoto wa mwenzio ni wako. Tusipoona hii hii kama changamoto, sisi wote tunaona ni jinsi gani kuweza kuitatua, hakika halmashauri yetu haitakwenda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kitana ukuaji wa popo wa binadamu huanza tu, maana mimba ya mtoto inapotungwa kule tumboni na ukaamilika kwa asilimia themanini kwa kipindi cha miaka miwili. Nina hakika kwa kizazi kijacho kwetu sisi hakitakuwa na matiki, kwa sababu mtoto anapokuwa amepata mimba kiwa shuleni ni lazima atakuwa ameathirika. Kwa kuwa sasa hawa watoto tunaowaandaa kwa ajili yetu, na ni watoto wadogo na kiyo chetu sisi, sio kwa sasa hivi, yawezekana kikaja kinatusaidia baadaye. Ni vyema sasa sisi kwa pamoja tukaangalia ni jinsi gani sasa ya kuweza kutunga hata kama ni sheria ambazo haziko lakini ndogo za kuwabana watu hawa, maana Mheshimiwa Mwenyekiti, bila kufanya hiko, kila taarifa tutakapokwenda kufunga wana sasa, inawezekana tukafunga na watoto mia moja wakati mwingine, wakati na unapokuwa hata kama haijathibitika sana, ikiwa imetajwa kwamba kijana waasana amempa binti fulani mimba, basi pia mzazi Nika mama sana pia sheria iweze kuona jinsi gani naweza nikatoa ushirikiano ili utambuzi mzuri huyu kijana wangu iweze kuthibitika kikweli namayenje amempa mimba bii yake. Pia vyombo vya kisheria havitoe ushirikiano. Mfano, katika shule hiyo hiyo ya Marango mwezi, mwezi Aprili nilionekana pale binti amepewa mimba. Mzazi alitoa ushirikiano sana, lakini kituo cha polisi kiliweza kumnyanyapaa huyu mama, mpaka huyu mama amelalamika mpaka kwa DC, na sasa hivi DC akarudisha kwa OCD, na mpaka wa leo ushirikiano huo haujawepo mzuri. Kwa hiyo tunaona pia kwamba katika vyombo vya kisheria pia avitoe ushirikiano wakati malalamiko haya yanapofika kwao, hasa polisi hawatoi sana ushirikiano. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba ofisi yako pia ijaribu sana kukaa na chombo hiki, ukiambia kwamba malalamiko yanapotokea, na wao watoe ushirikiano ili kuweza kumsaidia huyu binti anayepata mimba, kusudi mzazi aweze kupumua kwamba amethibitika aliyempa mimba. Sana katika swala la mimba mashuleni ni swala mtambuka, tunaliona uvindu lakini, kuna upana wake. Mimi niombe kushauri dara ya elimu msingi, elimu sekondari, tuweke mikakati ya pamoja. Tuko katika dunia ya utandawazi, watoto wa shule wanatumia simu za aina mbalimbali, pasipo kudhibiti hili. Hata mkipiga kelele pata mkuji hatutanisaidia taifa hili. Kuna baadhi ya jamii za hapa Rorya jambo hili hawana kujitulia, kama ni jambo la serious. Sisi tuna ushahidi na das, tulienda shule moja ipo Mwarani, watoto wapata mimba baada, lakini wazazi wa pale watoto hawana ushirikiano kabisa, na wale watoto wanafundishwa kusema. Hata ukipeleka vyombo vya dola wanasema walikutana kwa mtu, sio sokoni

hauwezi ukafuatilia jambo kwenye ngazi ya kijamii kama ile jamii. Rais, msaa rahis, yakishatamka hiyo miango ni ina maagizo kwamba hakuna mwanafunzi atakayepata mimba atakayeruhusiwa tena kwenda shuleni. Hiyo hili lieleweke, lakini pia wale wakina baba wenye tabia hizi za kufatafata wanafunzi wakemee nyeman na nashilo kuelewa hivi mtoto wako wakifanyiwa hivi toa ma utajisikiaje? Lakini unapata agandi kwenda kufanya kitendo hivyo kwa mtoto. Mheshimiwa Rais ameikemea sana hii na ametoa msimamo wa serikali lakini pia kuna baadhi ya watu wana- wanaongea kama vile wanaacosema, Mheshimiwa, lakini kwa uhalisia, nani angependa tuingie katika aina ile ya maisha? Watoto wanajifungua uh, wa darasa la nne na tano, alafu baada ya muda wanarudi shuleni. Ndivyo kwa tunajenga tunajenga jamii adai sisi tunafahamu hilo, kwa sababu tumekuwa ni wahanga vijana wetu wengi maeneo. Kwa mara yangu ya kwanza nilienda Kanyemagaro, watoto wa darasa la saba wanajiandaa kufanya mtihani, lakini kuna watoto mle wajawazito, vitoto vidogo. Unaweza ukafikiri labda ni ule mchezo wa watoto tukuweka ile mpira ya karatasi kumboni lakini kumbe alikuwa walikuwa ni wajawazito, na mwalimu anakwambia kwamba haku. Sasa ile tabia ingeendelea ingekuwa na picha gani kwa watoto wengine ambao wazazi wao wanajitahidi kuwapa malezi bora? Kwa hiyo ni kitu cha kuunga mkono, na sidhani kama kwa mtu yoyote e, mwenye, mwenye kuelewa, tofauti na wale ambao wanazingatia maslahi kupitia NGOs anaweza akasapoti kwamba tuendelee kuwa na watoto wadogo wa darasa la tano la sita au form 1 au form 2 ambao ni wajawazito waendelee kuwepo darasani, sijui kama ingeleta picha za aina gani kwa wale wengine ambao wakuwepo. Kwa hiyo tunashukuru mheshimiwa kitolea maelezo na ametoa msimamo, lakini na sisi pia kama viongozi wa wilaya na kama wazazi wa husika ambao kuna watoto wetu kwenye shule hizo ni lazima tuhakikishe kwamba maadili yanafuatwa, watoto wazingatie mambo ya masomo, tuachane na hizi na hizi kushani ambazo zinawasababisha watoto wetu kuingia kwenye hatua kubwa ya maisha ambayo bado umri wao hauwaruhusu kuingia.